Mheshimiwa mbunge alimwomba aje shule hii kwa sababu inahitaji mkubwa wa umeme, kama wananchi wa Losirwa walivyomwomba. Alikuja tarehe 13 mwezi wa 12 inbl tulimpokea naibu waziri wa nishati na madini hapa, alisema amepokea ombi la mheshimiwa mbunge alipita maeneo mengine ya Monduli, lakini alimalizimika kumaliza ziara hapa, lakini alisema kwamba mradi huu ulikuwa nje ya budget. Kwa hiyo akasema atatafuta hela mahali popote angalau hela, mradi huu wa umeme upatikane. Kwa hiyo tuseme tu kwamba ndio ametimia tarehe 13 mwezi wa 12 mpaka kufika tarehe 13 mwezi wa 13 na tatu nadhani, ndio miezi mitatu imekamilika. Lakini unasema imekamilika bado siku moja, maana leo inawashwa. Kwa hiyo kitendo kinachofanyika hapa ni tunayo manager wa wa wilaya wa, wa, wa atasema umeme mradi ulivyofanyika, alafu ata mbunge atawasha, alafu tunaenda pale shuleni kuangalia kwamba umeme umefika, atawasha, atawasha pale ofisi ya mwalimu mkuu, alafu taarifa itasomwa hapo, alafu tutaendelea na utaratibu mwingine. sana basi <laughs> mimi naitwa mhandisi Celestine Kinabo ni meneja wa Tanesco Karatu lakini ninahudumia pia maeneo ya huku. Kwa hiyo wilaya ya Munduli imebahatika kuwa na mameneja wawili wa TANESCO <laughs> kwa hiyo niwashukuru, lakini pia nimshukuru mbunge, nimshukuru waziri, nimshukuru sana kipekee mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kufanya hii kazi. Mama Samia, Oye. Oye. Yeah. Kwa hiyo gharama ya mradi <clears throat> ni kama milioni 130 hivi sindio? Kwa hiyo tunamshukuru mama kutupa hizi fedha, ni fedha nyingi, na kama alivyosema kiongozi, bajeti zinapatikana mwezi wa saba, Julai, wanazipitisha wabunge pale. Kwa hiyo kuipata bajeti katikati, ujue kuna kazi kubwa imefanyika, sindio? E, alikuja naibu waziri hapa na mimi nilikuwepo, mlimvisha nguo nyingi sana <laughs> mpaka akawa nakataa eh. Kwa hiyo mi niwashukuru sana wananchi wa hapa. Mpo vizuri. Kwa hiyo tuko hatua ya mwisho, tukio tunaenda kulifanya hapa. Tutamwomba Mheshimiwa mbunge atuwashie transformer, halafu tukawashi kwenye chumba cha mwalimu mkuu. Umeme oye! Oye! Umeme safi safi! Haya basi, itakuwa na mengi sana. Mheshimiwa mbunge, eh, sisi tukushukuru sana kwa juhudi zako, lakini sasa unatakiwa uzionyesha, so, so, e, watu wanataka waone kweli umeme upo, sio so? <laughs> maneno tu. Kwa hiyo hatua itakayofanyika tulitakiwa tuwe Tuli Tuli na utepe hapa, tumeferi kidogo, tukatia kidogo utepe kidogo tepe hapo. fika kwenye ile ile tuone swich sawa sawa, so, so, so, so. Ndio ndio tutajua kwamba umeme kweli upo sawa, so, so, so, eh? so, so, so. haya, finger crossed. Maake sije katokea balaa, bundi yuko akatuzimia umeme, Diwani wetu wa kata Esilalei <laughs> <laughs> Mheshimiwa <laughs> diwani kata la Shaine, Mheshimiwa diwani wa viti maalum Mheshimiwa, mtendaji wa kata, mtendaji wa kijiji, mwenyekiti wa kijiji, viti viongozi wote mliopo, meneja wa umeme wa kutokea kule Karatu, lakini pia tuna meneja wa ruasa kaka yetu Msaki, Uh, wananchi wenzangu wa hapa watendaji au uh, watekelezaji wa mradi wetu wafanyakazi wa mkandarasi pale. Na Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Jamani, sio jambo dogo, tunasema sa sana, kila saa tuna kila sababu ya kumwombea kila saa afya njema Rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa sababu anatupendelea sana Monduli. Nikisema anatupendelea watu wengine wanafikiri ni msemo ada na usema tu ili kumsifia lakini hapana, vitu kama hivi ndivyo vitu ambavyo vinaonekana kwa matendo mapendo yake. Na sisi wana Monduli tulikuja hapa kwenye shule ya Lucas Mhina kwenye ziara kwenye ziara mbunge, ambayo tulipita kwenye miradi tofauti na mwishoni tukafanya mkutano pale Makuti. Lakini hapa tulipokelewa vizuri sana, shule ilikuwa imefungwa, lakini viongozi wakiongozwa mwenyekiti wa kijiji na walimu hapo walitupokea vizuri kwa upendo mkubwa sana, wakatuonyesha majengo ya shule hii. Na nichukue nafasi hii kwanza kumpongeza sana kumpongeza sana, nimwite mwekezaji au mdau mkubwa wa elimu ambao amewekeza hapa Losiro, kazi kubwa sana, tunampongeza sana. mm -hmm. Tunampongeza na tunatia moyo wadau wengine wowote ambao wanania kufanya miradi mikubwa na mizuri kama hii ya kusaidia jamii yetu kwamba tunawakaribisha Munduli sana na haswa kwenye miradi kama hii ya elimu, haswa kwenye miradi kama hii ya elimu. Kwa tulifika hapa tukaona na tukapata ripoti jinsi ambavyo ni familia ngapi zinazozunguka hili eneo zinafaidika na watoto wao ni familia nyingi sana zinafaidika hapa, lakini leo tunapokwenda kufundisha watoto wetu, kila siku tunahubiri tehama, na wakati darasani hakuna umeme, ni changamoto kubwa sana. Lakini pia matumizi ya nishati, mnafahamu bado yako mengi sana. Kwa hiyo nilikwenda kuomba serikali kwamba tunaomba umeme, nikaainisha, nika maeneo machache kwa jimbo letu la Monduli. Mmoja wapo msisitizo ilikuwepo shule yetu ya Lucas Mhina. Nashukuru sana. Namshukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwanza, kwa sababu alielekeza Wizara ya Nishati, Wizara ya Nishati ambayo inaongozwa na ndugu yetu naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko, waziri mahiri sana, kiongozi mahiri sana ambaye alijua, alifahamu umuhimu wa mahitaji wa watoto wa Kimaasai kwenye elimu na muhimu zaidi kwenye nishati. Kwa mheshimiwa waziri alifahamu jambo lile akatoa maelekezo akamtuma mheshimiwa naibu waziri mheshimiwa Judith Kapinga. Mheshimiwa waziri Judith Kapinga alifika Monduli, alifanya ziara kubwa na nzuri sana kwa, kwa wilaya yetu ya Monduli. Alipitia maeneo mengi, lakini kubwa pia alikuja hapa Lucas Mhina na alitoa ahadi hii, na tunakumbuka kauli yake. Ahadi hii alisema, kwa kweli kwa bajeti itakuwa ni changamoto lakini kwa Mama Samia anavyowapenda elimu na anavyopenda watoto wa shule, kwa kweli tutakwenda kumshawishi angalau tuangalie kama kuna ukoko uliobakia basi aweze kutusaidia tupate mradi <coughs> kwa hiyo jamani, kupata ukoko huu wa Mama Samia, ukoko huu wa Mama Samia wa mradi wa milioni mia moja na thelathini ndani ya kipindi hiki cha miezi mitatu sio jambo dogo. Mama Samia Hoye Hoye. Mama Samia Hoye Hoye. Kwa, kwa kweli mimi ni mshukuru tena sana Mama Samia na tumwahidi tu, sisi tunaendelea na maombi kumwombea afya njema, lakini sisi tunaendelea kumhakikishia kwamba sisi wana Munduli tutaendelea kumpa ushirikiano kwa sababu Munduli tunaona kwa vitendo upendo wake, na sisi tutakwenda saa zote, liwe jua iwe mvua iwe chochote vile, tutakwenda kumpigania yeye Mama Samia kama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, lakini kama mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi Oktoba hii mwaka huu. <coughs> Baada ya kusema hayo, ni sema neno mengi sana leo tumekuja tuwashe. Hasa wanasema sikatokea, kuna bundi huko chini akaleta mgao wa wakati kabla umeme hujaingia kwa watoto shuleni. Lakini kipekee pia ni washukuru sana wadau wetu wa sekta ya nishati sijui wa ni wafanyakazi wa TANESCO ndio mkandarasi mkoani, jamani eh, niwashukuruni sana sikia, mmekaa wiki mbili hapa mmejificha huku ndani porini kutuletea umeme. Mungu awabariki. Hii ndo Munduli, tunaamini mtakuwa mmeona ukarimu wetu wa Munduli. Lakini basi mkienda huko, mwendelee kutusemea mema ya Munduli. Mmetufanyia kazi kubwa, kazi ambayo inazidi kutangaza kazi kubwa serikali ya mama Samia. Kwa asanteni sana kwa kazi kubwa, kupiga kambi hapa wiki mbili. Lakini kwa kweli mnajua kazi inaweza kufanyika, nikwenda kubadilisha watoto maisha ya watoto wale na familia zao. Kwa asanteni sana kwa muda weu. Basi baada ya kusema hayo, nadhani sasa tuwashe o tukona kule inakuwa i

Awali ya yote, jumuiya ya wananchi wa kijiji cha Losirwa inatumia fursa hii kumshukuru Mungu na kutupa uhai wa afya njema na kutuwezesha kushiriki katika mkutano huu. Pia jumuiya ya wananchi wa kijiji cha Losirwa inakushukuru wewe kwa kukubali kuwa mgeni rasmi na kushiriki pamoja nasi katika mkutano huu hapa Lucas Mhina, shule ya msingi, leo tarehe 13 mwezi wa 12. Karibu sana tunakukaribisha katika eneo hili na pia tunaomba pole kwa safari ndefu kwa kushiriki pamoja nasi. Karibu sana mgeni rasmi. Kijiografia na kitakwimu, kijiji cha Losirwa kina idadi ya watu elfu kumi na moja na mia moja vitongoji sita na taasisi za serikali tatu ambazo ni shule ya msingi Losirwa na shule ya msingi Lucas Mhina na shule ya msingi Manyara zote ziko ndani ya kijiji cha Losirwa. Ndugu mgeni rasmi, mkutano huu wa eneo hii umehusisha wananchi wa kijiji cha Losirwa, hususan wanaozunguka eneo hili ambalo ni vitongoji vitatu. Kitongoji cha Losirwa juu kipo kijiji cha Losirwa, kitongoji cha Losirwa juu kipo kijiji cha Losirwa, na kitongoji cha Baraka kipo kijiji cha Baraka. Ina jumla ya kaya 450 zinazohudumiwa na shule hii ikiwa na wanafunzi 370 hadi kufikia sasa na walimu kumi na moja, walimu sita wa serikali kutoka serikalini na walimu watano shirika la Friend of Mayale umiliki. Ndugu mgeni rasmi, eneo hili lililojengwa shule hii imepimwa na, na hati miliki imetolewa yenye ukubwa wa ekari kumi na nane zinazomilikiwa na kijiji cha Losirwa. malengo na mazumuni ya kuanzia shule hii ndugu mgeni rasmi malengo na mazumuni ya kuanzia shule hii ni kupunguza umbali kutoka wanafunzi walipo hadi kufikia shule ya msingi Losirwa. Mathalani, wengine wanatoka umbali wa kilomita 15 hadi kufikia shule ya msingi Losirwa na kusababisha watoto kutoandikishwa shule. Hivyo shule hii kwa kukamilika kwake, tunatarajia watoto wote wanaozunguka eneo hili wataandikishwa shule pamoja na kutoa nafasi za wanaotaka kuhamia kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, na la tano na la sita, kwa kuwafundisha wanafunzi wanaozunguka shule wanaotembea umbali mrefu. Tuku mgeni rasmi kiongozi wa wafadhili wa Lucas Mhina alianza ujenzi wa mwishoni mwa mwaka 2022 mpaka sasa, tunamshukuru kwa kutukamilishia vyumba ishirini za madarasa ofisi ya walimu, matundu 14 ya vyo vya wanafunzi, matundu manne ya vyo vya walimu walimu walimu na nyumba za walimu nne, two in one, tatu, na four in one, moja, madawati 272 matengi manne ya maji na kuchimba kisima cha maji ya chini ardhini kipo nje kidogo ya shule. Tuku mgeni rasmi, serikali ya kijiji cha Losirwa, na wananchi wake wamejitahidi kuungana na mfadhili katika ujenzi huu kwa kuleta mawe yote na maji yaliyotumika katika ujenzi na mpaka ulipokamilika. Shukurani, ndugu mgeni rasmi, shukurani za kwanza zimwendee Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mazingira bora na amani kwa wageni wanaokuja kama hawa wa shirika la Friend of Vumeale na wa kutujengea shule. Shukurani za pekee kwako mbunge, wewe kutuombea umeme kwa naibu waziri ambaye alikuja katika eneo letu la shule tarehe 13 mwezi wa 12. Hii inaonyesha namna ulivyojitahidi, unavyowajali wananchi wako. Ndugu mgeni rasmi, shukrani za pili zimwendee naibu waziri wa nishati ambaye alitutembelea tarehe 13 mwezi wa 12 na kutahidi kupata umeme kwa wakati, japo hatukuwa kwenye budget na hivi sasa, sasa, takriban miezi mitatu umeme umefika shuleni na umewashwa na hii ni jitihada kubwa iliyofanyika. Ndugu mgeni rasmi, shukurani za tatu za dhati ziendee TANESCO mkoa wa Arusha, hasa meneja wa mkoa injinia andrew Lucas Anco. Ndugu mgeni rasmi, shukurani za nne zimwendee Lucas Mhina wa shirika la Friend Vimeale kwa kutujengea miundo miundombinu yote ya shule hii, ujenzi wa bwalo na la chakula na kututengenezea madawati, viti na meza Aisa, tunaomba tunamwombea pia aendelee kutujengea shule. Za tano iende kwa viongozi wote wa halmashauri ya wilaya ya Monduli, hasa kwa afisa elimu wa msingi kwa kutupa ushirikiano wa kuleta wadhibiti bora afisa afya, na pia kumshukuru afisa elimu msingi wilaya kwa kukubali kutupa walimu mapema wanaosimamia na kufundisha watoto hawa. Shukrani za sita ziende kwa viongozi wote wa Kata ya Esilalei kwa kutoa ushirikiano na ushauri katika ujenzi huu, hasa kwa serikali ya kijiji na mfadhili ulihitaji uli wa shule kwenye eneo hili maombi, kutokana na kuto, kutokana na kutokuwa na maji, tunaomba utusemee vema kama ulivyotusemea kwenye umeme. Tunaomba kupatiwa tawi la bomba ya maji, bomba la maji Esilalei. Tunaomba zahanati barabara katika eneo hili, naomba utusaidie kupatikana huduma hizo. Mwisho, tunakushukuru wewe mbunge kwa kutukalia kuja katika kijiji cha Losirwa, na tunakukaribisha sana katika shule yetu ya Lucas Mhina. Karibu sana tena.